Bwana sote tunafahamu kwamba leo kulikuwa na afla ya kuapishwa kwa wabunge ambao wameweza kushinda e, katika chaguzi mbalimbali mbali, hasa wabunge e, Baba Levo alikuwepo leo alikuwe poleo, na ulipofika wakati wake wa kuapishwa alitaka kuanza kutema cheche <laughs> ya, lakini mheshimiwa akamwambia Baba Levo, unavunja itifaki, kaa kwenye mstari, hebu sikiliza: mimi Clayton Revocatus Chipando Baba Levo.

Anza, anza, ya, kama vile ambavyo umeweza kumsikiliza Mheshimiwa akimnyosha Babalevo kwamba unapoingia ndani ya kumbi za Bunge ukishakuwa mbunge, utakiwe kutumia majina ya kisanii ama majina ya mtaani, unatakiwa kutumia jina lako halisi ambalo umepewa na wazazi. E, hivyo basi Babalevo akiwa ndani ya Bunge kwanzia sasa hivi atakuwa anatumia jina lake la <tune> kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote na kwamba nitahifadhi Mwenyezi Mungu nisaidie. Kama vile ambavyo tumewahi kuwaona kina Profesa Jay walipoingia ndani ya bunge wakaanza kutumia majina yao halisi eh. Profesa Jay alikuwa anatumia jina lake la Joseph Aure, lakini pia Mwanafa alipoingia ndani ya kumbi za bunge akaanza kutumia jina lake la Hamisi Mwinjuma, lakini pia babu Babu Tale eh, alipoingia ndani ya bunge akaanza kutumia jina lake la Hamisi Tale Tale. Vivyo hivyo kwa Baba Levo leo ameweza kuwekwa katika mstari. Ya, e, Baba Levo e, akiwa ndani ya kumbi za bunge atakuwa anatumia jina lake la Clayton Revocatus Chipando. Yahe bwana e, ikumbukwe kwamba kwa leo Babalevo alipoingia ndani ya kumbi za bunge aliambatana na familia yake, mke wake, dada yake pamoja na mtoto wake. Lakini pia alikuwa na bosi wake wa zamani, tunamzungumzia Diamond Platinum, ama yeye mwenyewe anapenda kumuita baba mzazi. Yahe bwana, Babalevo leo ameweza kutema cheche kwa mara ya kwanza katika maiki za bunge, tumesikiliza machachari yake na anasema kwamba yeye ni mbunge wa Kigoma mjini ambaye ameweza kuangusha mbuyu ya Hamisi hivyo akimaanisha kwamba ameweza kushinda ubunge zidi ya mwanasiasa mkongwe Zito Kabwe. Ya huyo ni baba Levo, anaendelea kutema cheche katika kumbi za bunge eh, akisema kwamba eh, ama vile vile unaweza ukamwita kibarabara, huyo ni mbunge wa Kigoma mjini baba Levo. Ya e, bwana, baba Levo anaingia ndani ya bunge. Mimi na wewe eh, kwa nawewe sasa hivi inabidi tuweze kulifuatilia bunge ili tuweze kusikiliza cheche za mheshimiwa baba Levo, bwana Clayton Revocatus Chipa kutoka Kigoma mjini. Yahe bwana eh, mambo ni mengi sana ambayo yameweza kujiri leo katika kumbi za bunge hasa eh, katika uapisho waheshimiwa eh, ambao waliweza kushinda uchaguzi kwa mwaka huu. Yahe bwana eh, hii ni Memorata TV nakusi